Hizi yatima wazazi wako yani wako hai, ila anaishi maisha kama yatima, kiasi kwamba siku akifa, wa yani watoto wanakuwa walishaingia tayari kuwa yatima siku nyingi tu, hata hawahangaiki. Kwanza hata awali, padri na waombolezaji tunaenda kuchuma dhambi msibani. Hey, tunachuma dhambi kwa sababu unamwangalia, pengine pengine unamwangalia mke wa marehemu Afu, la wazi kuhusu mama na mwanaume mwingine. Unaona, Unaweza tiko na ukimya yani. Na watoto wa marehemu wamekaa bado wametulia ya, tu tu yani, hawana wasiwasi, ya, wanatulia ya. hawa watoto walikuwa mpendi babao Sikiti Hivi aa mawazo hata nanyie siwa mnana <laughs> si ndio <laughs>